Marekani chini ya uongozi wa rais Donald Trump inapanga kufunga baadhi ya balozi zake katika mataifa ya Afrika kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na gazeti la New York Times. Hilari Ingati, ripoti hiyo inapendekeza kufungwa kwa balozi za Marekani katika nchi sita ikiwemo jamhuri ya Afrika ya Kati, Congo Brazzaville, Eritrea, Gambia, Lesotho na Sudan Kusini kuanzia tarehe moja mwezi Oktoba mwaka huu. Ubalozi mdogo wa Marekani jijini Duala nchini Cameroon na Daban nchini Afrika Kusini zimependekezwa pia kufungwa ikiwa ni mkakati wa Washington kupunguza ushawishi wake wa kidiplomasia barani Afrika. Aidha, ofisi maalum inayoshughulikia maswala ya Afrika itafutwa, badala yake kutakuwa na ofisi ya mjumbe maalum wa Afrika ambayo itaripoti kwa baraza la usalama la taifa kwenye ikulu ya White House na sio kwa waziri wa mambo ya nje. Hata hivyo ripoti ya mpendekezo haya imekanushwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio ambaye kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X amesema gazeti la New York Times kuchapisha ripoti ya kupotosha.